Katika mwaka fedha 2025/26 Wizara ya Viwanda na Biashara inaomba kutengewa jumla ya shilingi bilioni 135.788 milioni 232 elfu katika fungu 44. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 93.900 milioni 697 elfu ni matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 41.887 milioni 535 elfu ni matumizi ya maendeleo. Kati ya shilingi bilioni 93.900 mia tisa mi, mi, mi, mi, milioni, mia sita sabini elfu za matumizi ya kawaida, shilingi bilioni sabini na tano, mia nane kumi na tisa milioni mia tatu thelathini, mia tatu themanini elfu, ni mishahara na shilingi bilioni kumi na nane, themanini na moja milioni, mia tatu kumi na saba elfu ni matumizi mengineyo. Aidha, kati ya shilingi bilioni arobaini na moja, mia nane themanini na saba milioni, mia tano thelathini na tano elfu zinazoombwa ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo na shilingi bilioni ishirini na saba, mia nane sabini milioni 710,000 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 14 16 mi, milioni 825,000 ni fedha za nje. Mheshimiwa Naibu Spika, hotuba hii pia inapatikana katika tovuti tovuti ya Wizara ya Viwanda na Biashara ambao ndani.